Nataka kumpongeza wakili Shimaka, sio kawaida. Game ikiisha, kila mtu anasalimia mwingine na kusema basi, leo bahati imekuangukia, ya kesho itakuwa yangu. Kwa hiyo tumpigie makofi Shimaka, tunampatia pongezi yatumpi, tunapatia yeye. Unajua, kitu mimi nangependa kumwambia Shimaka ni kwamba yeye hajashindwa Ushindi wake umekawia kidogo tu huko njiani, bado unakuja. Mimi nina imani kwamba kwa tabia yake ile ametuongoza yeye ni kiongozi wa hapa mbele, na siku yake bado inakuja. Ni kweli si kweli? Ataongoza hii malava siku moja, sivyo? Yeah. Hey, mimi nakwambia wewe wakili, zidi kutembea namna hiyo, kama chama tuko na... leo na wananchi wametuambia kwamba wewe ni kama mti mkubwa na mti mkubwa, kuna ndege wengi wanaishi ndani. Usiwachwe tu hivyo hivyo, upatiwe mbolea ili wananchi wengine pia waweze kufaidika. Si huyu Shimaka anafaa kupangwa sini? Wakili amesoma ako na akili bas, hii ni mtu lazima apangwe, akaye mzuri ndiyo achunge watu wake, sindio? Kwa hivyo mimi sina maneno mengi leo, nimekuja tu kurudisha shukrani kwenu kwanza kwa kuparticipate katika ule uchaguzi wa UDA, nini ni wanachama wa UDA, hebu yeah, weka ishara yetu nione nione nione Tuta. Hapo ndio muko na kwa hii yenye nakuja tarehe 27 mtaweka ndani ya UDA bado, hebu yeah, nione wale wanaweka ndani ya UDA. yad ah, Shimaka, wewe na mafuazi wako nini ni watu wa safi. Mimi sijawahi kuona watu kama hawa, na mimi nawahakikishia kitu moja. Unaona, huyu mungwana huyu Shimaka huyu mungwana ameonesha ungwana ya hali ya juu, hata kwa wale alikuwa na shindana nao. Mimi sina hakika kama ni wote wangefanya ile kitu wamefanya, na mimi namshukuru sana yeye, namwambia tutembee pamoja katika chama yetu. Unajua rais wetu ni Baba na katika nyumba ya Baba sikuna makao mengi yeah huyu Shimaka hawezi kukosa mahali pa kukaa. Ya tatu ambayo ningependa kuwajulisha nyinyi, mnakumbuka tangu rais wetu apate kura, vile maneno ilikuwa katika dunia hii, madeni kila mahali, uchumi umezoroteka, kilimo ilikuwa imeharibika. Leo tukikuja hapa juu, nilikuwa naona vile mimea yenu, sana sana miwa imekuja vizuri tu kabisa, na mimi nina hakika ni kwa sababu ya mbolea ambayo mnaendelea kupata. Zamani nyinyi mnakumbuka wananchi wengi hata kule kwangu Kericho hawakuwa wanapanda na mbolea kwa sababu bei ya mbolea gunia moja elfu saba mia tano, wananchi wa kawaida hawangeweza kufikia, lakini kwa sasa kupitia programu ile ya serikali ya affordable fertilizer wananchi wanapanda kwa ile mbolea ya shilingi elfu mbili mia tano. Na ningependa pia kuwakumbusha kwamba hivi majuzi rais amepanga na amesema kama vile wakulima wengine kama wale wa chai wanapata bonus mwisho wa mwaka kwa ile kazi yao wamefanya, mpango inaendelea hata mkulima wa miwa pia yeye aweze kupata bonus kama mwanamkulima wale wengine wakahawa na haya mambo mengine.